Kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba 29 mwaka huu, askofu wa kanisa la kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT dayosisi ya Kusini Mashariki amewataka washiriki wa kanisa hilo kuwachagua viongozi bora na watenda haki. Akihubiri katika mwendelezo wa kongamano la maombi ya siku tatu lililofanyika katika kanisa la KKKT ushirika wa kanisa kuu mkoani Mtwara, Askofu Yerico Nguema amesema kila mmoja anatakiwa kumwomba Mungu juu ya nchi ya Tanzania huku akiwasii washirika hao kuchagua viongozi wenye hofu ya Mungu na watenda haki. Tuendelee kuombea amani ya taifa letu ili Mungu atupe viongozi ambao ndani yake wataingia kutekeleza majukumu yao wakijua kwamba waumbaji, kinachotawala ndani ya mioyo yao, wapata viongozi ambao ni watetezi wa wananchi, viongozi ambao watakuwa pia watenda haki na ambao watakuwa wanaonesha kutekeleza majukumu yao yanayowafanya raia wa Tanzania kufurahia nchi yao, nchi iliyobarikiwa tangu zamani hata sasa. kwa tumwombe Mungu sana, awe katikati yetu katika kipindi hiki. Nasi tuna usemi unaosema no peace no service. Kama hakuna amani, hakuna chochote kinaweza kuendelea kufanyika. Hakuna ibada, hakuna maombi mazuri kama haya, hakuna kazi zitakazokuwa zinaendelea, hakuna wafanyabiashara. Hayo yote yaliyo si ya kimungu yapishwe mbali katika jina la Yesu. Mungu atupe wakati wa kutafakari kwa kina kila mmoja kwa nafasi yake kuona kwamba anaombea amani ya taifa letu, lakini amani inayowafanya hata hao walio waliowawajibikaji kwa nyadhifa mbalimbali wanakuwa sababu ya amani. Naye mchungaji Regina Kibasa kutoka mkoani Iringa, ambaye pia ni mnenaji mkuu wa kongamano hilo, ameendelea kufundisha umuhimu wa maombi kwa kutoa mifano mbalimbali, hasa mwanamke Hana aliyepata mtoto mara baada ya kuomba kwa muda mrefu bila kuchoka, huku akiwasiwa washiriki wa maombi hayo kuwa na imani na kuwa vumilivu katika mapito yao kwa sababu hiyo kukata tamaa ni dalili ya kutokumwamini Mungu. Kumbuka hicho kitu. Na Biblia inasema, bila imani hatuwezi kumpendeza, sawa? Hana angekuwa amekata tamaa mara ya kwanza tu alipoombea hilo jambo, asingempata Samweli kilichomfanya Hana apate mtoto pamoja na imani, lakini ni bidii ya kuomba. Kwa kwenye swala la imani, Hana hatuwezi kumwelezea jamani. Tunakuja kwenye bidii. Tena tunajifunza kwa ana, mwaka kwa mwaka hajakata tamaa hata kwenda kanisani. Kanisani wengi wetu leo wakiona hawajibiwi matatizo yao wanaacha Mungu. Wengi wanaacha kumtumikia Mungu. Hata kwa maana ya sisi watumishi wa injilisti, wazee wa kanisa, kila mmoja kwenye nafasi yake. Mara ngapi tumesusa kazi ya Mungu? Tu kwa sababu hatuoni kile kilichokuwa tunakitarajia kwa wakati wetu. Majira ikifika, usipokata tamaa, Mungu atakukutanisha na watu waliobeba baraka zako ulizosubiri kwa miaka. Kama utakata, ndipo tunaona haa, nabatambi kwa majira ya Bwana, akaja kushukuru, baada ya miaka mitatu. Anaposhukuru akamwambia Eli, ndio yule, kwa maana kuhitaji pia kuazala <laughs> <laughs> <laughs> Aidha mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya kongamano hilo Florence Paulo Mrango amesema lengo la kongamano hilo ni kuliombea kanisa, familia na taifa kwa ujumla hasa katika kipindi hiki cha kampeni na uchaguzi ufanyike kwa amani. Kwa kweli ni kongamano la kwanza katika dayosisi, kongamano la maombi kongamano ambalo limekuja kwa wakati, kwa sababu tumeombea hayo maeneo. Tumeombea kanisa, tumeombea familia, tumeombea pia taifa. Katika taifa letu la Tanzania mwaka huu tuna uchaguzi, tunayatamani kumwona Mungu akilisimamia taifa, kwa sababu Mungu ndiye anayeka misingi ya nchi na taifa. Kwa hiyo, tumemwomba Mungu tukiamini kabisa Mungu wetu anaweza kubadilisha hata yale ambayo tunayaona ni magumu, hata yale ambayo tunaona hayawezekani, hata yale ambayo tunaona yameharibika. Mungu ana uwezo wa kuyatengeneza. Nao baadhi ya washiriki wa kongamano wa hilo akiwepo mratibu wa kitengo cha maombi dayosisi ya kusini mashariki, mchungaji Joseph Kikoti na parishweka wa ushirika wa kanisa kuu Lilian Leons Mwanda, wameeleza namna alivyobarikiwa na kongamano hilo huku akieleza matarajio yao mara baada ya maombi hayo. Maombi ni roho ya kanisa, na kila mtu aliyeomba na amefundishwa ameona umuhimu wa maombi. Kila mtu katika mitaa yote na sharika zote ameona umuhimu wa maombi. Baada ya hapa atakwenda kuomba na Mungu aliye hai, kwa vile tulivyomwona na alivyotusikilizisha katika uso wake, tutaona ukurasa mpya. Tushikamane, tuifanye kazi ya Mungu kwa ajili ya taifa na dayosisi kwa ujumla, a kuelekea uchaguzi mkuu. Tuombe Watanzania kwamba jambo lolote bila maombi haiwezekani, na tutavuka salama na maisha bora ya Watanzania yataendelea katika ulinzi wa Mungu. Kwa kweli tumeuona mkono wa Mungu. Tumepata mafundisho kutoka kwa mchungaji wetu, tumepita kwenye mafundisho mazuri na tunashukuru Mungu. Kwanza ni kongamano la kwanza Tukamlilia Mungu kwa habari ya taifa, kwa habari ya uchaguzi, kwa habari ya kanisa, kwa habari ya familia zetu. Kwa kweli tunamshukuru Mungu. Tumemwona Mungu akifanya. Nikiripoti kutoka kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania hapa mkoani Mtwara. Mimi ni Christian Ngao wa Upendo TV.